Kampuni ya kuwasafirisha watu nchini Saudia imejitokeza na kukana madai yaliyoibuliwa na baadhi ya wateja wake kwamba kampuni hiyo imekuwa ikiwalaghai watu kadhaa. Mkurugenzi wa kampuni hiyo, Ustadh Omar Athman, amesema kuwa baadhi ya wateja waliositisha safari zao na kudai kulipwa, tayari walikuwa wameanza kupokea malipo yao, kulingana na mkataba wa maelewano. Athman aidha amedai kuwa baadhi ya wateja wanaotaka kusafiri watasafirishwa kwa awamu huku akisema kuwa amekuwa akisafirisha watu kwa muda mrefu akitaja madai ya utapeli kama kumharibia jina. Tumekusanyika hapa kujibu madai yaliyoonyeshwa tarehe 21, mama anaitwa Mariam Juma Fazal Mula na Hussein Ali kudai kuwa mimi ni tapeli, kudai kuwa mimi ni conman, kudai kwamba mimi ni, ni mwizi. Na leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya kujibu madai kama hayo kuwa ni urongo bibi yangu alitaka kulipwa na mimi nilimwambia mi, madamu Mwenyezi Mungu kila kitu cha pangwa na Mungu. Wajua hii ni safari ya dini, hii si safari ya kisiasa. Tumetoa laki tatu ameregesha mke wangu laki moja na nusu mimi akanipa 50000 nikawa imebakia 100000 Konman halipi wala tapeli halipi, lakini Ustadhi uko tayari kumlipa kila mtu ambaye alikosa safari wakati wa Ramadhani au yoyote aliona deni yake, yuko tayari ustadhi kumlipa. Sasa kama statement ya ukonman ingeanzia hapo, yule anlipa kidogo, hisabu yake ingepotelea ya katikati, lakini tunalipa polepole pole na ikifika time, ustadh anatupeleka as a group na tunapata best services. Na kitu kingine kinachotushangaza, kwengine huwezi kukipata kama kwake, ukipungukiwa wa kuongeza yu wa kuchukua kama deni, umepungukiwa wewe, twende ukafanye ibada, ukirudi wamlipa polepole pole.